Kupitia kongamano hili ambalo baadaye sasa wafanyabiashara watakaa pamoja wa Tanzania na Japani, litafungua milango zaidi ya ushirikiano kati ya wafanyabiashara wa Tanzania na hapa Japani. Malengo ni kuwawezesha kukaa pamoja kila mmoja afanye, aeleze sekta anayofanyia kazi, lakini hasa tunahitaji Watanzania wapate nafasi ya kuungana pamoja na ndugu zetu wa hapa Japani kufungua makampuni kuandikisha uwekezaji uwe na. Kwa kuwa ZIPA ya Zanzibar na TIC ya Tanzania ziko hapa, wamefungua pia madawati ya kusajili moja kwa moja makampuni yanayotaka kwenda kusajili kufanya kazi Tanzania, na tumeeleza kwamba ili kufungua eh, kampuni Tanzania, tumerahisisha ujazaji wa fomu lakini maelezo ya namna ambavyo utafanya biashara fursa kwenye maeneo yote kama ambavyo nimeeleza kwenye kilimo, lakini mali asili na maeneo mengine ya utalii, afya na maeneo ya viwanda, yote haya tumefungua milango. Sisi kama Tanzania tumeeleza fursa ambazo zipo zinazokaribisha wawekezaji kutoka nje na hasa nchini Japani ambako wenzetu wameimarika kiuchumi. Japani ni nchi ya nne duniani kiuchumi. Sisi kama Tanzania tunahitaji kushirikiana nao kwenye eneo la kiuchumi, kuweza kuwakaribisha wafanyabiashara wa shana, wawekezaji kutoka hapa nchini Japani ili waweze kuja Tanzania. Hii ni kwa mara ya tatu tunakutana pamoja tukijadili fursa mbalimbali. Kwa mara ya kwanza tulipokuwa kwenye kikao cha Japani na nchi za Afrika TICAD tuliweza kupata nafasi ya kukutana na wafanyabiashara tukawahamasisha tukawakaribisha Tanzania. Kwa mara ya pili timu ya wafanyabiashara kutoka nchini Japani walikuja Tanzania tukakaa nao tukazungumza nao, pamoja na private sector ya Tanzania, ili kuweza kujiunganisha pamoja, kupata uzoefu, kuonyeshana fursa na kujenga ushirikiano katika kufanya biashara za pamoja. Leo ni kwa mara ya tatu hii tunajiimarisha zaidi kwa sababu tayari tumeonyesha ongezeko la biashara kati ya Tanzania na Japani. Ongezeko hili limeanza kuleta manufaa kwetu sisi kama Tanzania, ambako tunajikita kwenye sekta ya kilimo, afya, viwanda, lakini pia nishati. Haya ni, ni matokeo mazuri ya jitihada zilizofanywa na marais wetu, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan lakini rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza ya Mapinduzi Mheshimiwa Huseini Dokta Hussein Ali Hassan Mwinyi, amewezesha sekta ya uwekezaji kukua na kupata mafanikio na wamekuja Tanzania.